Kamati ya kusanya maoni iliyotolewa na seneta wa Busia, Okiya Omtatah, ili kubaini mahitaji ya wananchi imeketa kambi katika kaunti ya Kilifi, eneo la Mtwapa, hii leo. Akizungumza na habari, afisa wa kamati hiyo Mary Meri Kathomeri Ongo amesema kamati hiyo imezunguka kaunti 30 ili kubaini changamoto na mahitaji ya wananchi. Mwaka uliopita 2024 seneta Okiya Omtatah alibuni hii kamati ya kuzunguka Kenya mzima tukisikiza maoni ya Wakenya kuhusu kiti hiki anataka kuwania kia urais ya 2027. Tumezunguka kama kaunti thelathini hivi na leo tuko Kilifi County, tunasikiza wakaji wa Kilifi County e, sababu kazi ya exploratory committee ni grassroots data collection. Kazi yetu ni kusikiza vile Wakenya wanasema. Tunachukua ile information, itasaidia kwa manifesto, itasaidia policy document, itasaidia mpaka strategy, hata budgets. Tunataka kutengeneza serikali vile wananchi wenyewe ambao ndio wanasema. Akizungumzia eneo la pwani, Meria amesema mahitaji ya kaunti za pwani yanafanana ikiwemo kutonufaika na bahari, ukosefu wa ajira miongoni mwa masala mengine. Aidha amesema kabla ya mwaka 2027 kamati hiyo itawasilisha mapendekezo hayo kwa seneto Mtata na kuhakikisha masala ya dharura yanashughulikiwa kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Tukishamaliza hii kazi, tunaenda kwa ofisi kufanya report writing. Ile data yote tumechukua, tunaenda ikusanywe, iwekwe, ifanywe analytics, iwekwe kwa documents. Tukishampatia zile documents, kabla hata hajatangaza waniaji wake wa kiti cha urais kuna mambo kadha ya kadha ambayo atashughulikia mambo ambayo anaweza enda kotini kutetea wananchi ataenda kotini kuna mashida zingine hatuwezi ngojea 2027 lazima tushikane na wananchi tusuluhishe. Like kuna maneno tulipata pale Wasini na tumepewa petition na watu wa Wasini, na ile petition tutaipeleka mpaka kotini. Wakazi wa Mtwapa kwa upande wao wameelezea kuridhishwa na azma ya Okiya Omtatah kuwania urais ifikapo mwaka 2027 wakisema anatosha kutokana na jitihada zake za kuwatetea wananchi. Kwa hivyo nasema Okiya Omtatah, a stand firm aweze kujielewa kwamba si yeye saa hizi, si yeye kama yeye yuko na watu wengi mbele yake ambao wanamwangalia na wanamtambua na wanataka the change that he so want. Uh, swala la Mheshimiwa Okiya Omtatah kutaka kiti cha urais ni swala ambalo tumelipokea kwa kwa roho safi sana. Kwa roho safi sana. Tunahitaji mtu kama yeye kwa sababu Okiya Omtatah ni mmoja kati ya wale viongozi ambao tumewaona miaka yote wako chini huku wakimtafutia haki ama kumtetea mwananchi wa kawaida. Mimi swala la Omtatah nimelibeba kwa asilimia kwa mia kwa sababu moja tu. Nimeona yeye ametoka from nowhere na amekuja tayari na kutaka kusema kiti hicho na kitaka cha president, kwa malengo ya kuangalia yule mwananchi wa chini kabisa, kwa sababu nikimsikiza maneno yake na maongezi yake, haangalii hajatoka background ya kina nani. Ametoka background kama sisi, mimi na wewe sasa mimi naweza sema nataka mtu kama huyo, kwa sababu hategemei system, anategemea wananchi na kura. Mimi naamini ziko na wananchi, kwa sababu moja hii. Watu wanasema sijui system, system, system. mimi naamini tukisimama kidete, wimbo wetu uwe ni mmoja, hata hiyo system itakuwa haina nguvu. Kwa upande wao, vijana wametoa wito kwa vijana wenza kuhakikisha wanachukua kura ili kuweza kuondoa uongozi mbaya ya mamlakani na kuwaweka viongozi wanaojali maslahi ya wananchi. Ombi langu kuu to our next coming, ama our upcoming president. For me kama mimi kama wataka kura yangu, I want to see those strategies. Which ways are you going to use? Zenye kama mimi kama Gen Z sitakata kwenda kupiga kura hiyo siku, sitaka pale nyumbani niki watch TV ama nikiendelea ku watch movie ama nikipiga story na wenzangu, I want you to be convincing enough. Challenge kwa vijana manake, hata tunavyosema mimi personally niko na kura lakini kuna vijana majority hawana kura na, nataka kuwahimiza tuchukue kura kwa wingi ili tuweze kubadilisha hii siasa ya Kenya kwa sababu unaweza sema mtu fulani humtaki, lakini utamwondoa vipi? The power belongs to you. Ni wewe ujitokeze upige kura. Kama utajitokeza yule mtu yule yule mwenye unamkataa ndio atarudi kwa kile kiti. Ali Vincent, Benvin TV